Katika wiki chache zilizopita watu wamekuja kwangu wakaniuliza, unaionaje ile barua ya maskofu kuhusu Kwaresma mwaka huu? Ninazungumzia hilo, na wala mtu asienda akakosa kitu kingine. Ndo maana nataka kusema wazi kabisa, barua ile ijapokuwa hata jina langu mnaliona limeandikwa e, pale kwamba nami nilikuwa moja kati ya waandishi au watamkaji wa. Mimi nimepokea, baadhi yenu mmeshaipokea. Kwa hiyo sioni <laughs> namna gani mimi naweza kuwa mwandishi au mhubiri kwenu na ile barua ambayo imetungwa labda ni maskofu na mimi na baadhi ya maskofu, lakini mimi mwenyewe hata nilikuwa sijaiona. Acha nilikuwa sijaambiwa kuna kitu cha namna hiyo kinakuja mpaka kilipokuja. Tuelewane vizuri, naposema hivi, sitaki kusema ile barua ni mbaya. Moja tu ni kwamba barua nzima imechanganya vitu vingi. Mwalimu angekuwepo, angepiga kelele, usichanganye maskofu, usichanganye dini na siasa. Angepiga kelele sana kuhusu waraka huo katika nyakati zake na hilo nawaambia, sina hofu. Mwene mkamwambia mtu yeyote nimesema hivi, hiyo mse, wala msiona hivi. Najua labda haa wengine mekunja me, me nyuso, kunjeni tu, lakini huo ni msimamo wangu, huo ni msimamo wangu. Ziko sehemu katika waraka huo zinazochanganya dini na siasa, na si kazi ya maskofu, ni kazi yenu wanasiasa mkiwa wa Chadema, mkiwa ni wa CCM, mkiwa nani, lakini haiwezi kuwa kazi yangu. Mimi siwezi kwanza nikaanza kuchambua na kukriti serikali katika mambo yaliyo yake. Sikupewa mamlaka hayo na, ni na ni kwa nini niwopadi mpaka ni nikubali kuwa askofu na huku kumbe wito wangu ni siasa? Takuwa na msaliti hata yule aliyenipa wito huo tuchambua yale yanayohusu imani yetu katika ule waraka, yale ambayo moja kwa moja yanahusu imani yetu Katoliki na tuyashike, tuyazingatie kwa dhati kabisa. Lakini yale ya kwanza kusema serikali ya awamu ya tano inagandamiza uhuru, inafanyani? Wewe askofu, uhuru wa kisiasa umejua wapi? Umeujuaje na mambo ya ndani ya kisiasa huya juu bado huja kutamka. Nadhani tumeelewana. Yale yapo yaliyo mema mazuri kabisa katika waraka huu, ingawaje sikujua kama imeandikwa, lakini siwezi kukataa yaliyo mema yale, kwa sababu sikujua yanaendelea kuwa mema mpaka kesho na kushukuru. Lakini yale ambayo inachanganya dini na siasa, hayo siwezi kuyakubali. Nyerere alifanya indoctrination kubwa mno kwa watu wa umri wetu huwezi ukasubutu na ukalala salama, usi watu wa umri wangu ukichanganya dini na siasa utaota vitu vya ajabu takosai. <laughs> <laughs> Sasa nini, vijana, ninayotaka ni hili ni, kwamba na ninyi mkichanganya dini na siasa muote vitu vibaya kama hivyo, muote vitu vibaya kabisa.